Ah, safi. Poa, poa. Kama eh, nimefurahi na taarifa, nimefurahishwa na viongozi wa Simba kwa msimamo wao. Kwa nini umefurahi? Na uh, na hamu hadi mkisema mnakwenda kulipa leo kisasi, lakini kwa kanuni itokea jana, huwezi ukafanya timu haki haya sio leo kufanywa Simba hivi. Hii ni kama mara pili mmecheza kwa KMC pa hivi hivi kwa kwa hofu mazoezi mazoezi KMC watu wanaenda tumechoka, viongozi tunawaambia bega umechoka, mnasimama nao viongozi viongozi mechi kwa kwa ndio mnasimama nao nao, na ule ubaya kama wachukue pointi tatu wape Yanga, tuna na ule lakini, taarifa rasmi sasa hivi kutoka kwa bodi ya ligi na shirikisho la soka ni kwamba mchezo umegairishwa, na hiyo mimi nilitegemea Michael, Simba yuko sahihi kwa kanuni. Ha? Simba yuko sahihi kwa kanuni, Simba. Yeye yeye mimi nitegemea. Mpaka jana Simba wakavunja kambi kaja kweli. Simba huko kwa kanuni. Nimejiamini vyovyote vile Simba. Hapa mtu mmoja tu, timu hii. Simama kwamba Simba walete timu. Labda kwa hiki ambacho Simba wamekisimamia. Unadhani kipi hasa labda shirikisho kinaweza kufanya kuepukana na changamoto kama hizi ambazo hili zaidi ya mara tatu zinaendelea kujitokeza? Hii kwa mpira wetu yenyewe. Hata kama kitu katika nchi kubwa kama Tanzania. Mambo kama ya mechi ya kesho. Hayo ni mambo ya kishamba, ni mambo ya ovu, ni mambo ambayo yanaibua tatizo ya mpira wa Tanzania. Leo moja tajifunza. Usimamie. Unajua jambo moja wewe, msimamo mmoja. Kuangalia Simba kuangalia Yanga. Mechi hapana. Simba alikuja basi lao usiku mechi leo. Kyo Simba, kyo kwa kwa, kwa, kwa hiyo oh, Simba ua aai wajifunze hiki walichokifanya kusiai Simba. Kieza kikikaa ni mwanzo wa mabadiliko ambayo shirikisho la soka linaweza kuyafanya kuhakikisha kwamba zile sheria kanuni, na taratibu basi zinazingatiwa. Ni mwanzo na imekuwa fundisho zuri leo eo

anafungia mechi tatu au miezi mitatu au fa au milioni moja kwa k. Tunaomba kabla ya Jumatatu pnoa viongozi wa Simba wakubwa huko, tushatoka muda mrefu osa. Shukrani sana, asante.